Endelea kusherehekea kusherekea sherehe ya Pasaka leo katika Dominika hii ya tano ya Pasaka mwaka cheo wa kanisa. Yesu Kristo anatuambia amri mpya na wapa pendane, kama mimi nilivyowapenda ninyi. Ndugu zangu, ni wajibu wetu sisi sote kutii amri ya Mungu na kuishi amri hii ya upendo kwa vitendo. Tunafundishwa upendo na njia sahihi ya kutekeleza amri ya mapendo katika maisha yetu. Wapendwa, upendo ni nini? Upendo ni nini? Upendo ni wanasema ni hali ya kunyanyamia kwa nafsi, kuchuchumia katika kile kitu ambacho nafsi inakiona kwamba ni bora. Upendo, wanafalsafa wanatoa maana yake ni kwamba ni kuchuchumia kwa nafsi katika kile kitu ambacho nafsi inakiona kwamba ni bora. Kwa kizungu tunasema love is the inclination of the will towards what the mind perceives as good, ni kuchuchumia kwa nafsi kuelekea katika kile kitu ambacho nafsi inaona kwamba ni bora. Zipo aina kuu uh, tatu za upendo. Aina ya kwanza ya upendo ni upendo wa eros. Aina ya pili ya upendo ni upendo wa filia, na aina ya tatu ya upendo ni upendo wa agape. Upendo wa eros ni upendo wa masharti, ni upendo wa nipe nikupe. Nipe nikupe, mtu anaweza kumpenda mtu fulani ili tu apate hela, basi hiyo ni eros. Mtu anaweza kujidai ni chawa fulani Eh, anafika anakuambia, mpiga takti umenyoka, suti imenyoka safi, mpiga takti. Eh, hiyo ni Eros, anataka tu umpe hela, chao huyo. Hiyo na mtu anakusifia bila sababu, chawa. Na mwingine binti akipita hapo barabarani, ameulamba ame, ame vizuri, vijana wanaonyesha kumpenda, eh, ile pia ni Eros, nipe nikupe. Eros ni upendo wa masharti ni upendo unaojitafutia jambo lake. Tumsifu Yesu Kristo. Eros ni upendo ambao unajitafutia jambo lake, una lengo lake pale. Kwa hiyo kiwa kwa mtu anakupenda kwa nia maalum, hiyo ni nini? Eros ni upendo wa nini? wa masharti. Upendo wa baba na mama sio Eros, wale wale watafuti jambo lao, wale wanapendana kwa dhati, ila upendo wa mitaani humu wakombana namba za simu, ile ni Eros. Ile upendo baina ya mwalimu na mwanafunzi mara nyingi ni Erosi. Mwanafunzi anajikomba kwa mwalimu ili apate marks, ni Erosi. Upendo baina ya mtawala na mtawaliwa mara nyingi ni Erosi. Mtawaliwa anajikomba kwa bosi ili basi apate lolote lile. Aina ya pili ya upendo ni upendo wa filia. Filia. Upendo wa filia lazima ni filia love, ni upendo wa kindugu, upendo wa baina ya kaka na dada, upendo baina ya mama na mtoto, upendo baina ya baba na mtoto, upendo baina ya marafiki, upendo wa kweli baina ya wanakwaya, upendo wa kweli baina ya wanakwaya, eh, maana kuna wengine wanapendana kwa, wanapendana kwa eros eh upendo wa marafiki yoreishi bana, ule ni upendo wa nini? Wa filia, baina ya wanakwaya, baina ya wanajumuia, baina ya wanaparukia, ni upendo wa filia. Huu ni upendo wa kindugu, upendo wa kindugu ki. hata mimi pia babangu ananipenda ile ni filia. Hata wewe pia una mtoto wako hapo, unampenda mtoto wako, hiyo ni filia, ni upendo wa kindugu. Marafiki wanapendana, ni upendo wa filia. Aina nyingine ya upendo ni aina ya, ya tatu, upendo wa agape. Agape ni upendo wa kiwango cha juu kabisa, ni disinterested love. ni upendo usio kuwa na masharti. Upendo wa agape alionyesha Yesu Kristo pale msalabani, alikubali kufa kwa ajili ya rafiki zake. Huo ni upendo wa nini? wa agape. Upendo wa agape unampenda mtu hata, hata usimfahamu. Upendo wa agape unaambatana una, una na sadaka. Unaambatana na nini? Na sadaka. Unaambatana na sadaka. Upendo wa agape ni upendo wa kimungu. Tulio wengi hapa wengi sana tupo kwenye eros, upendo wa masharti, lakini wachache wameshapanda kwenye upendo wa filia wa kindugu lakini inabidi tutoke hapo tuende katika upendo wa agape. Yesu anatuambia kwamba amri mpya nawapeni, pendaneni kama mimi, sio mimi mimi roga. mimi kama mimi Yesu, yani kama Yesu alivyo wa wapenda nyinyi eh, ninyi naye mpendane vivyo hivyo. Unadhani hapo Yesu anamaanisha ana upendo gani? Unadhani anamaanisha hapo, eros hapo anamaanisha agape, sawa pendwa? Kwa hivyo tunafundishwa pendana, upendo wa agape, lakini hauwezi ukaujua upendo wa agape kama una upendo wa filia, kama una upendo wa kindugu eh, hauwezi ukaujua upendo wa nini wa agape. Amri mpya nawapa mpendane kama nivyo wapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Yohana 13:34 hadi 35. Ari mpya ni kiini cha sheria. Sheria ina upendo kwa Mungu na kwa jirani. Alama ya pekee ya ufalme wa Mungu ni upendo. Amri mpya naoapa, kwamba tunatakiwa tupendane sisi kwa sisi kama hivyo tupenda sisi. Wapendwa katika Kristu, upendo lazima ujidhihirishe katika matendo, sio maneno tu. Upendo wa kweli lazima ujidhihirishe katika matendo. Umenielewa vizuri eh? Mwenye upendo daima husamehe. Hizo ni ishara za upendo hizo. Mwenye upendo daima husamehe, huvumilia, hujitoa sadaka, huwa tayari kunyosha mkono kusaidia wengine. Mwenye upendo sio mkono wa birika hivi. Kuna watu wana mkono wa birika hivi a uh hapana. -uh. Yomsefi Yesu Kristo. <laughs> da La mwingine, kwenye familia unaona baba chungu kutoa hela, baba mchungu. Mimi nawapenda, nawapenda, mkono wa unyoki. Nyosha mkono huo, wewe, wewe, nyosha mkono, nyosha mkono, acha ubi ubinafsi, banizi, banizi. Ah, wewe najenga kanisa letu hapa kubwa hapa parokia Mtakatifu Rafael, si ndio? Kanisa kubwa hapo, mtu na mshahara wako mkubwa tu milioni kadhaa eh? Na wewe unatoa pale net, net iliyoambiwa ameambia kila familia isiyo chini ya ya milioni chini ya laki tano umetoa net laki tano pale pale. Nyosha mkono zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, Lazima tudhihirishe upendo katika sehemu zetu za kazi. Ningependa pia kusisitiza juu ya upendo katika sehemu zetu za kazi, upendo katika familia zetu, upendo katika mazingira yetu, upendo na aspekti nyingi sana, lakini nimependa kufanua juu ya upendo katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza, sehemu za kazi, familia zetu na katika maisha yetu ya jumuiya ya kila siku, tunaambiwa kwamba charity begins at home. Upendo huanza ni nyumbani. Basi mpendo katika Kristo, katika familia, katika familia, upendo lazima ukomae, uote mizizi mizito kabisa, baina ya baba na mama. Tumsifu Yesu Kristo. Baba na mama Hakikisheni kwamba katika familia, katika ndoa yenu mnapendana. Anzeni kwanza kupendana ninyi, ninyi kwa ninyi, anzeni kwanza kupendana. Kristo jana, wachache wanafahamu. Nikisema Kristo jana, nasema leo daima na milele. Kristo jana, katika familia, kitovu cha upendo, kiini cha upendo ni Yesu Kristo, lakini kitaonekana itajidhihirisha kwa upendo wa baba na mama. Baba jitahidi kumpenda mke wako. Ninyi waume wapendeni wake zenu, anayempenda mke wake anajipenda mwenyewe. Melewana jamani? Kwa hivyo, kama hapa kuna wakina baba, kama umeoa, hakikisha unampenda mke wako kwa moyo wote, mpende mke wako kwa moyo wote kabisa, bila kujiachia, mpende mke wako, mpende wewe. Si ulimchagua mwenyewe? Bwana, sisi tulikuomba umuoe? Si ulimuoa mwenyewe, mwoy? Basi mpende hawa wanawake, hawa wake zenu, hao wanahitaji kupendwa. Hawapendi kuambiwa maneno magumu magumu, aa, wanahitaji kupendwa, wanahitaji kuheshimiwa, kujaliwa hao viumbe wanapenda vizawadi zawadi hivi. Hao viumbe hao wanapenda vizawadi zawadi fulani, mmenipata jamani? Hakikisha unawapatia zawadi zawadi fulani, eh, unawapatia maneno mazuri mazuri ya kuwatia moyo, maana huyo ndio mtu anayekuheshimisha huyo ni mtu anayekuheshimisha. Kumbuka Mwanaume katika familia hakikisha kwamba unampenda mke wako kwa vitendo. Sasa upendo katika ndoa kwa mwanaume, sasa mwanaume, mwanaume anahitaji kupendwa, mwanaume anahitaji kupendwa, mtoto wa kiume anahitaji kupendwa, anahitaji kuheshimiwa, anahitaji utii. Enyi wake watiini waume zenu yaani mke mme anahitaji nini? Utii. Mwanaume unapomtii anajua kwamba unampenda. Mwanaume unapomheshimu anajua kwamba unampenda. Yeye yani, anataka tu utii na la zaidi zaidi. Kama mnapendana katika ndoa zenu, hakikisheni kwamba mnaheshimiana, mnakuwa waaminifu Chanzo cha ugomvi mwingi katika ndoa. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa wanakuwa hawajui wameenda kufanya nini kwenye ndoa, anakuwa hajui kiini cha ndoa ile ni nini. Mfano, mimi nimekuwa padri, kazi yangu kubwa ya upadri ni ku kuadhimisha masakramenti, kutafuta utakatifu kupitia kuadhimisha masakramenti, kuadhimisha ekaristi takatifu, kuungamisha watu, kuzika watu, kulinda kanisa la Mungu. Hiyo ndio kazi yangu kubwa mimi kama padri. We kama mwana ndoa umeingia kwenye ndoa unyondoo, unafahamu kazi yako kuu ni nini? Unafika pale kazi kujipodoa. Tunakaa sawini masaa manane, mke mume umhudumii, umpikii umfulii, chumbani kwako anadeki, anadeki msichana wa kazi. nguo zisizoonekana hadharani msichana wa kazi. Sasa mume asimuelewe huyo akimwelewe mwanamke, utapinduliwa, hata kama una hela. Unajua sisi Yesu Kristo, unajua wanawake mna mwingine akili zao jamani, yaani mwanamke akisha akisha anza kushika steering hivi, anaendesha mwenyewe au anapelekwa? Anaona kama amesha panda cheo, amesha amesha gaili. Kwa mwanamke kama utekelezi majukumu yako, watakupindua. Mwanaume anataka mtu anasema kwamba Ndiyo baba, nimeelewa. Hapa Mbweni hapa nani msome kupita wewe? kupita wote ni mme wangu. nani ana akili po mme wangu, apo mme atakuelewa. Ile semi hapa Mbweni yenye akili pumbafu, la mwisho ni wewe, hapo umekosea. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini lingine tena, lingine tena Mmeambiwa zaeni mkaongezeke, muijaze nchi. Na mwingine unakuta <laughs> sisemi. Upendo katika sehemu za kazi, katika sehemu za kazi, wapendwa katika Kristo kuna manyanyaso watu wenye tuvyeo kidogo, umekuwa kameneja, umekuwa sijui mkuu wa nini nini, sijui oh, mimi haya mbili natoa kichwani, wewe soma sana huko, hata kama niliposti hapa na mbili kingine. Kwa hiyo ninge, ningependelea unisikilize ninachokiongea hiki, itakuwa ni nzuri zaidi ukisoma huko. Mimi niliyo posti kule, si sija nini sijahubiri si, yale katika sehemu za kazi. Wewe kama ni bosi hakikisha kwamba unampenda mtumishi wako, unawapenda wasaidizi wako, unawapenda wafanyakazi wenzako, mpendane kazini. Kule mtu akishakuwa bosi tayari anataka asalimie shikamoo, anataka asalimie shikamoo kila siku. Hapana, ah -ah. Jitahidi kuto kuwanyanyasa subordinate wako, kuwasaidia subordinate wako Usifanye mishemishe usifanye mambo yanayosababisha kumfukuzisha kazi mwenzako haifai. Ni sawa ndiyo. Nitakupatia mfano mmoja. Kuna bwana mmoja alikuwa anafanya kazi baada ya Dar es Salaam. Ni mke wa mtu. Yule bosi wake alikuwa anaomba anaomba heri heri. Mke wa mtu hataki analinda ndoa yake. Bosi akawa ya anampeleka mpaka India. Analinda ndoa yake. Kuna siku akampeleka mpaka pale Morogoro akasema akamwambia mwenye gesi aseme kwamba vyumba vimejaa ili wale chumba kimoja, akakataa. Bosi akasema ah, we kiburi, akaamua kumdemote na kumhamishia taasisi nyingine. Tumsifu Yesu Kristo. Na huyu binti mpaka leo anateseka. Labda niulize swali la upendo, wa umini huyu, ambaye anataka kucheza na ndoa ya mwenzake, na huyu ambaye analinda ndoa yake, hapo nani anakosa? Analinda ndoa yake, si ndio? Sasa anashangaa huyu jamaa kwa kuwa tu yeye ana mamlaka, ni bosi, sijui ni meneja, sijui ni mkurugenzi, anaamua kumhamisha kazi binti ya watu, kisa tu amekataa kufanya ujinga kazini, amekataa kumdhalilisha mume wake kazini, amekataa kuvuruga ndoa yake. Msifu Yesu Kristo. Yeah. Unaona eh? Mda mwingine mnaoneana makazini kwa sababu ambazo siyo za msingi, mtu amekunyima tu unaamua kuna ni, kumhamisha na kazi kabisa wewe kile mke wako akifanya mambo ya kijinga watafurahi. Ndoa na iheshimiwe na kila mtu. Mda una mwingine, unaona tu. Unaamua ku kumua, kum, kum, kumfukuza mtu kazi, kisa tu alikuwa anaongea na secretary, ameongea sana na secretary, amemchekea secretary kupita kupita. Secretary anavyokuchekeaga wewe bosi, amemchekea mfanyakazi subordinate wako Unaona huyu anataka kukuvurugia huyu. Hapana, kazini fanyeni ni kazi vizuri, usionee mtu. Tumsifie Yesu Kristu. Huo ndio upendo, yani upendo tuonyesha kwa matendo eh? Tuoneshe upendo kwa matendo, lakini kuu zaidi tumeenda pale kazini kwa ajili ya wananchi, kwa ajili ya clients, kwa ajili ya watu wanataka huduma, hakikisha kwamba unafanya lile kupeleka kazini. Kama ni mwalimu, fundisha kwa upendo, fundisha kwa moyo. Kama ni ofisi, sio of, of, of, ofisi fulani, fanya kazi kwa upendo. Mimi wakati nasoma chuo kikuu, nenda ofisi fulani kupeleka maombi ya kufanya field, wakaniambia weka barua pale, tutakuita. Mpaka leo mpaka hajaniita mpaka leo, na degree nimeshamaliza. Mimi nisingejiongeza kwa kubadilisha barua pale. Wewe umekaa pale ofisini una wajibu wa kuwasaidia watu. Mimi mpaka leo hii nasubiria majibu ya kwenda kufanya fieldi kwenye mashauri fulani <laughs> ni, ni chukuri zamani kabisa mpaka na, nataka majibu. Manake nini? Tunadhania zile ofisi kama za baba zetu hivi, kama ofisi ya mama yako hivi. kama ya mke wako hivi, kama ya mme wako e, ni ofisi za serikali ni ofisi za umma tumikia watu kwa moyo huo. Ndio upendo huo, ndio upendo lakini kuu zaidi katika jamii, ofisini kwako, kwa kwa. Tenda haki, zingatia haki, na hakika utakuwa na furaha, upendo katika mazingira yetu ya kila siku, mitaani kwetu, nyumbani kwetu, huko mnakokaa, huko sehemu mbalimbali. Basi mpendo ajitahidi sana mitaani huko kuwajibika, epuka migogoro na watu, epuka ugomvi na watu, epuka ugomvi na watu, wajali watu wote, waheshimu watu wote. Kama kuna michango sijui ya taka, sijui e? Kuna, kuna, kuna, kuna michango ya taka na hapa ipo, si ndio? Michango ya kusanya taka, lipa. Sijui kuna michango ya nini, lipa Lipa. Usiwe mtu usipende sana kuwa kimbele mbele sana, tulia, lipa. Kuna msiba, amefariki. Wewe tajiri una gari lako li V8, lina afya, mwenzako ana kabaskeli pale, amekufa. Unasema mimi misiba ya watu kama hao siendi pale, pana viroboto tutapata chawa. Hapana, sio kweli. Hata kama amekufa mtu masikini Unajua Mungu huyu ni mjanja sana. Sisi wote edha, una una pesa, una pesa, tunakufa the same, tunakufa namna ile e moja, si ndio? tunazaliwa namna ile moja, si ndio? Y basi tusaidiane, tusaidiane katika maisha yetu ya kila siku mitaani, yume naweza kuenda, kuna watu wengine ni genuine kabisa, anakuomba msaada, msaidie, msaidie. Huo ndio upendo ndugu zangu katika Kristo, yatupasa kuwa watu wa msamaha. Sifa ya mtu mwenye upendo ni kusamehe, sifa ya mtu mwenye upendo ni kusamehe. Yatupasa kusamehe wenzetu pale wanapotukosea. Petro alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe hata mara saba? Mathayo 18:21 Yesu akajibu, hata saba mara sabini. Maana yake yatupasa kusamehe bila kikomo, na mwingine tunapata stroke, tunapata ugonjwa wa sonona kwa kuwa unaweka kifundo. Lazima tusamehe, mwenye upendo anasamehe. Mke yako alikosea sijui mwaka mwaka 92. Mpaka leo anasema kwamba na mwaka 92 uliofanya hivi hivi na mama mkwe alifanya hivi hivi na kitoto chako kinafanya hivi hivi, uwe nani wewe? Au ndio nani, ndugu yake shetani huyo? Unahesabu makosa ya wenzako? Hapana, usihesabu makosa ya wenzako, ndio mzee Yesu Kristo. Msamaha ni maamuzi ya kumwachilia aliyokudhuru, aliyokosea, alio kuto kumwadhibu tena, kuto dai fidia kwa yale aliyokutendea. Wapendwa, tusameheane, yatupasa kuchagua kusamehe hata kama mtu amekuudhi namna gani, msamehe jirani yako akikukosea, msamehe. Achana na kauli za kujifunga kwamba ikitokea nimefariki fulani asije kunizika anizike fulani tu, mimi kama akifika fulani huyo alinikosea nitafufuka hapo hapo na jeneza litatikisika. Usifanye hivyo, Mungu apendi. Utawewa watu mpaka lini? Usiwabebe watu moyoni, wewe samehe, samehe samehe tu samehe Yesu mwenyewe kabla ya kufa pale tena Yesu alisulubiwa na wezi wawili moja huku moja kule mwizi mmoja akasema kwamba Yesu sema hamna shida baadaye utakuwa na mbinguni akamsamehe alafu tena Stefano wakati anauawa anauwawa pale Stefano na aliyemuua Stefano ni mtume Paulo kama unakumbuka Stefano kapiga magoti akasema Baba, usiwaandikie dhambi hii kwa kuwa wajua watendalo. Ndio ameshangaa mtume Paulo tena anauwa. Mtume Paulo alimuua Stefano akiwa bado ni farisayo kabla hajaongoka. Sameheane. Upendo ndiyo kiini cha maisha ya Kikristo. Mkristo mwema ni yule mwenye upendo kwa Mungu na kwa jirani. Dini yetu hii haitakuwa na maana yote kama hatutapendana. Najua, usiwe mkristu kwa lengo la kuwa mkristu. Hapana, kuwa mkristu kwa lengo la kupata uongofu la kupata uzima wa milele basi. Dini kwetu iwe ni dira, iwe ni njia ya kutuwezesha kumpenda Mungu na kuwapenda wenzetu. Tena tukiishi upendo vizuri, basi mwisho wa maisha hapa duniani cha urithi uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.